Citizen, Nairobi. Na mtazamaji Vincent Kiplimo wa chama cha United Democratic Alliance ameibuka mshindi wa kiti cha wodi ya Chemundu Kapnyetunyi na kumrithi babake marehemu aliyekuwa MCA wa eneo hilo Julius Keter. Kiplimo alitangazwa mshindi baada ya kupata kura 2999 huku mgombea wa KANU Chaffelleting Korir akishika nafasi ya pili kwa kuzoa kura 475 naitwa Vincent Kiplimo Ruto. Eh, ee, mimi ndio MCA elect wa Chemundu Kapng'etuny wadi, uh, na, na nimefurahi siku ya leo kwa watu wa Chemundu Kapng'etuny wadi wamenipigia kura e, na wameniamini, kwa mimi ndio nitakuwa kiongozi wao na sasa ni wakati wa kupiga kazi sasa. Eh, yale kazi ambayo alikuwa megwama katika wadi yetu nitahakikisha kuwa imeendelea vizuri jinsi ambavyo inahitajika inaita, na kwa kuwa sasa wakati wa siasa umekwisha, sasa ni wakati wa kufanya kazi na kuleta maendeleo katika wadi yetu e, pia ningeomba viongozi ambao tumekuwa tukishindana nao tuungane kwa pamoja, tufanye kazi, tulete mabadiliko katika wadi yetu. Vincent Ruto ni candidate wetu wa UDA ambaye imeweza kufaulu katika election ya Chemundu Kapng'etuny. And I want to say, first of all, IBC imefanya kazi nzuri na nataka niseme ya kwamba elections zimeenda vizuri, they were very well done. Na wananchi wame, wameamua ya kwamba UDA ni chama cha ambaye naongoza katika jamhuri yetu ya Kenya. Nachukua nafasi hii ama fursa hii kumpongeza uh, mgombea wa kiti cha MCA cha Chemundu Kapng'etuny Uh, Mheshimiwa Vincent Kiplimo Ruto ambaye wananchi wa Chemundu-Kapng'etuny wameongea kwa sauti kubwa, wakampa nafasi ya kuwa uh, uh, MCA wao, kiongozi wao katika bunge la kaunti yetu ya Nandi.